Mwasanga ndio, Mwasenkwa ndio, Msalaga ndio, Tembela ndio. Mheshimiwa Mwenyekiti, kaa vile hakuna cha kuendelea, maana tume ina jukumu la kuchunguza na kuigawa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika majimbo ya uchaguzi. Tulipokea maombi ya, mapo, ya, ma, ya mapendekezo ya kugawa jimbo la uchaguzi la Mbeya mjini. Tume imechagua kutembelea baadhi imechagua ime, ime kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ni sahihi kuhusu jimbo husika. Mojawapo ya jimbo lililotembelewa ni la hapa kwenu halmashauri ya jiji la Mbeya kwa sababu mmeleta maombi hayo. Kaimu mkurugenzi wa uchaguzi atawasilisha kwa njia ya PowerPoint taarifa hizo ili kikao kiweze kusema ni sahihi au vinginevyo. Hilo ndilo jukumu la kikao hiki cha wadau. Kwa kikao hiki haina haina maana kuwa sasa ombi lenu limekubaliwa. Tume leo hapa imetimiza matakwa ya kanuni ya kumi na nane ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ya kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa na kuba, na, au kubadilisha jina la jimbo. Hivyo tume inakuta, itakutana na kuendelea kuchakata taarifa zote na baada ya hapo kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 75 moja ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 itatangaza majimbo yaliyogawanywa na au kubadilisha majina. Mbeya, mambo ni mazuri. Sisi tumeogopa kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Mambo ambayo tunataka tuthibitishe, la kwanza Je, ni kweli tarehe kumi na moja Machi 2025 kulifanyika kikao cha baraza la madiwani na wakakubaliana kuligawa jimbo la Mbeya mjini? Lakini lingine je, kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya hiyo tarehe kumi na tatu Machi kilikaa kwa lengo hilo ama ni si kweli?

kuna ulalitajizana jimbo la Mbeya jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini.